Ni uwanja unaonekana kama mahame, uwanja wenye upweke, uwanja sambarare. Lakini siku zijazo uwanja huu utabadilika, au mahali hapa patabadilika na kuwa misitu. Na hii itatokana na juhudi za wanadamu ambapo watakuwa wanashiriki katika zoezi la upandaji miti hapo Kasarani. Juhudi za wachezaji ambao watakuwa wamehusishwa na ligi hiyo. Na si wachezaji tu, pia Rais William Ruto anatarajiwa kuwa miongoni wa watakaopanda miti. Vile vile pia tunawatarajia mabalozi wa aina tofauti tofauti na wananchi wa Kenya. Lakini swali ni je, baada ya upanzi utunzi uko juu ya nani? Haya yote mtazamaji, tutakuwa tunakuletea wewe kwa njia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Twitter, Facebook, TikTok na Instagram Ali, lakini fahamu utu ni mtu, na utu huo unapimwa na utunzi wa miti. Niite binti Kombo, enyeredhike zaidi, nami niite kaka Yasin Ali, kwa heri.